Habari, mimi ni Severian Jorn. Leo hii tena kwa ajili ya mafundisho ya namna ya utumiaji wa Adobe Photoshop. Leo hii niko na Adobe Photoshop CS 5.5 na ningependa tujifunze mambo matatu katika nyanja tatu tofauti. Mambo hayo ni namna ya kufanya graphic katika Adobe Photoshop na vilevile, vile namna ya kuifanyia animation hiyo graphic katika Photoshop na vilevile, vile mwisho kabisa tufanye video kutokana na hiyo graphic ambayo tumeipeleka katika animation. Hebu tuone mambo matatu: tutafanya graphic animation, tutamalizia na video. Hatua ya kwanza itakuwezesha kufanya hiki hapa tukifuatana kwa makini. Hatua hii ya kwanza haitokuwa ngumu, muda kidogo tu unaweza kupotea pale ambapo tutakuwa tunaandaa zile layers na ndio maana sitozungumza sana, nitaacha uangalie vile ambavyo layers inaandaliwa, kwa sababu tayari wewe unajua kuandaa layers, lakini mambo mazuri yatakuwa kwenye hatua ya pili na ya tatu. Tazama hatua ya pili, layers zinavohama kwa ulaini kabisa. Haya yote ni mambo ya Adobe Photoshop. Hebu basi fuatana nami hatua kwa hatua. Hatua hii ya tatu ni ya kuvutia zaidi, najua utaipenda, lakini ni vyema ukaanza na hatua ya kwanza ili kuongoze kwenye kuelewa hatua ya tatu vizuri zaidi. Kwa hiyo twende pamoja, angalia vile ambavyo eh, chupa hii ya soda au kopo hili la soda linavyojongea vizuri kwa mzunguko. Hapa tunasogea kwenye hatua ya 3D. Naam, rudisha akili yako kwenye hatua ya kwanza, fuatilia vile ambavyo ninaandaa layers kwa ajili ya somo hilo. Tunazo layers zetu tumeziandaa kwa makini kabisa. Sasa hebu tufanye animation tunayohitaji. Tumeanza na graphic, uandaaji wa hizo layers. Sasa twende hatua ya pili tufanye animation. Animation hii itakuwa na mbadilishano wa layers kuonekana, lakini si kama hatua ya pili ambayo tutaiendea ambayo itakuwa inabadilishana kwa mjongeo ambao ni laini kabisa. Sasa hivi tunataka tu mbadilishano wa kutuonesha somo letu linataka kitu gani, kama inavyoonekana kwenye baadhi ya blogi za watu wanavyotengeneza. Wanaweka kitu kizuri kinahamisha matangazo, maandishi na picha na vitu ambavyo tayari wamevifanyia graphics. Sasa hebu tuone hii kitu. Layers tunazo ngapi? tunazo layer ya kwanza background. E, tuone hapa, ndiyo Layer ya kwanza ni background Layer ya pili tunayo hiyo hapo, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba Layers hizi zote tunataka zianze kujongea katika mfumo ambao utatupendeza sasa. Tunafanyaje? Cha kwanza tukumbuke background yetu ni moja. Tunahitaji layers zetu, ili ziwe na mjongeo ambao hautotupa shida sana katika ile kubadilishana. Tuzipatie hizo layers background, si zote lakini most of them. Sasa tufanyaje? Tuiduplikati hii background yetu, halafu tuiamishe, kwamba hii itatumika kwa ajili ya neno karibu tukiduplicate tena, tunahitaji hii tuipeleke tumike kwa ajili ya neno tushiriki, halafu neno ujuzi nalo lipate background. Kisha logo tutaiacha, tutoiwekea background, ila tunakwenda kuweka background kwenye neno la mwisho sambaza upendo. Kisha baada ya hapo, kuwa makini sasa, background hii itahamishwa na neno hili kisha kutakuja neno karibu. Tunahitaji neno karibu pamoja na background viwe sambamba, kwa hiyo tuna convert kuwa smart object. Halafu uh, background hii iwe na tushiriki, tuna convert kuwa smart object. Kisha ujuzi uwe na background hii hapa, navyo tuna convert kuwa smart object. Hii logo tunaachana nayo. Tunakuja background ya mwisho iwe na neno hili hapa la kusambaza upendo, tuna convert. Kwa kuhakiki, tutaona tunayo logo ambayo iko na neno ujuzi. Tukizima ujuzi na logo, tutapata tushiriki. Tukizima tushiriki, tutapata neno karibu. Tukizima neno karibu, tutakutana na neno hujambo ambalo lilikuwa limezimwa, tumeliwasha sasa. Na hapa tukizima, tutakutana na background yetu, hapo ndipo animation yetu inapofanyika. Ukiona nimeenda haraka sana, rudilie hicho kipande ambacho nimekuelekeza, alafu utapata concept. Kwa sababu hapa nataka nikuoneshe sasa, vile ambavyo tunafanya animation yetu ya maneno haya kuzunguka, kama tunaweka kwenye blog au tunaweka kwenye website yetu au tunataka iwe ni GIF ambayo itakaa tu kwenye page ambayo ukifungua tu ile page unaiona tayari GIF inatembea namna ile. Vizuri, tuende pamoja kati nime click background na kwenda kwenye neno window, alafu ninafungua animation hapa. Nitaletewa hii timeline ambayo inanionyesha layer zangu zote. Kama utaona majina huku, kuna neno sambaza upendo, logo na kadhalika. Hivi tutajifunza zaidi kwenye somo la pili. Mimi ninayegeuza ili isinipe hizo track, badala yake inionyeshe layer. Kuwa makini hapo. inanionyesha layer na inanionyesha layer ambayo nili click mwanzoni kiasi kwamba nikihamisha ni, na, na kuiwasha ingenionyesha hii, lakini kwa sababu nimeiwasha hii inaonekana layer ya kwanza. Hapa ninaanza kufanya settings za kwanza kwamba nahitaji mbadiliko uwe ni wa sekunde mbili, unaweza ukasema moja point tano na kadhalika, unaipangia wewe mwenyewe, lakini hapa ndipo ninapotengeneza animation yangu ya maneno yale, au zile template ambazo niliziandaa zile layers. Nataka zihame kwa mjongeo ambao ni mzuri. Tuende pamoja. Hapa ninakuja kuhitaji kuiambia kwamba nahitaji kuwepo layer nyingine, kama vile nina duplicate selected frames, uh, frame, lakini si duplicate, nakuja kuswitch frame ya hujambo, kisha nitaendelea na mchezo huo huo, nita switch karibu, nitaendelea na mfumo huo huo, nita switch tushiriki vile vile nita switch ujuzi, nitakuja tena nita, kujatena, nita switch logo, kisha kwa hatua ya mwisho nitaswitch kupata neno sambaza upendo, kisha hapa nitasema hu mzunguko wake uwe forever, usiishi. Hiyo inazunguka tu inazunguka tu, isimalize. Wewe unaweza ukaseti unavyotaka wakati wa kufanya mazoezi ya hiki na ambacho nakufundisha, lakini hebu tuone nini tumepata hapa. Turudi kwenye layer number 1 alafu tu click play kwenye animation timeline yetu. Utaona hapo sasa tunapata kitu cha namna hiyo, mbadiliko ambao hautoisha hmm. Vizuri kabisa. Ni jambo dogo, lakini unaweza kutumia akili nyingi kuandaa kitu ambacho kinaweza kumvutia mtu na si mtu mwingine tu, kinaweza kukuvutia hata wewe mwenyewe. Vipi, unaonaje? you know, hatua ya pili tunataka tuone sasa ule mjongeo laini kabisa, kila kitu kinaingia katika movement ambayo ni smooth, ambayo itapendeza macho na itapendeza mtazamaji mwingine zaidi ya wewe. Hapo ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza katika majifunzo haya ya matumizi ya Adobe Photoshop katika kuona namna ya kudeli na graphic, animation, na video. Usiache kusubscribe kwa ajili ya kupata mfululizo wa masomo mengine na sehemu hizi ambazo zinafuata ya pili na ya tatu katika kukamilisha majifunzo haya. Kwa heri.